Kai video nitakuonyesha njia rahisi ya, ya kutumia kujua namba ya mtu bila kuisave kwenye simu yako kama hiyo namba inatumia WhatsApp. Kwanza utaingia katika simu yako, utaingia katika Google Play Store hapa uta, hii. Chat hii hapa ya kwanza kama inavyoonekana kwenye screen hapo, itafunguka namna hii, utaiona hii hapa imetokea kabisa. Hii click to chat hii, hii hapa nzuri, hii application hii. Sio lazima uinstall moja kwa moja, kama una haraka sana una download kwenye simu yako, unaweza tu kaifungua hapa, amekwambia try now, unaweza ukajaribu ukajaribu kwanza ndio ukainstall au unaweza ukainstall tu, ni hapa nzuri sana, uta click utabonyeza sehemu ile andiko try now, hapo itafunguka namna hii. Hapa sasa ndo itakuletea sehemu kama hii kama unavyoona kwenye screen, hapa utajaza namba yako unayotaka kujua kama ipo WhatsApp bila hata kuisave kwenye simu yako. Unataka kujua namba ya mtu fulani kama ipo WhatsApp au namba fulani kama ipo WhatsApp ya nchi yoyote ile, iwe Tanzania au iwe Kenya au wapi. Uta utaandika hapa hivi. Na hapa ni nchi zote. Hapa kama unavyoona hapa ni 255 Tanzania hapa. Ila unaweza kuchagua iwe Kenya, tufanye Kenya. Umeona kama hiyo Kenya, iwe Kenya, iwe Uganda, iwe kwa kwa mfano nitakuelekeza hapa Tanzania, utatafuta hii namba hapa, tuone na hii namba sijaisave kwenye simu yangu. Kumbuka hauhitaji kusave kwenye simu yako namba ili kujua kama ipo WhatsApp. Hii ndio njia rahisi kabisa ya kujua namba ya mtu kama ana ipo WhatsApp au wa anatumia WhatsApp. Utachagua hapo kwa mimi na hapo mbili hapa na WhatsApp ya kawaida na WhatsApp ya biashara, ndio maana wameniambia hapa nichague. Ila kwa wewe kama utakuwa unatumia WhatsApp ya kawaida, itaenda moja kwa moja. Unaona hapo imeandika ina, ina, search ninatafuta hiyo namba hapo. Usisahau kunifollow katika hii e account, na kama una, una swali lolote au una kitu unataka nikuelekeze, uta, utaandika maoni utacomment hapo chini kwenye sehemu ya ya kucomment hapo utaandika kitu unachotaka nikuelekeze na mimi nitajibu. Ninatafuta hapo Natafuta hapo, umeona? Yes, hii hapa, umeona? Namba yenyewe namba hii ipo WhatsApp, ndio, kama unavyoiona. Hii hapa namba yenyewe imetokea hapa, ni WhatsApp. Kama nataka kumtumia message, naweza nikamtumia, na hii ndio njia rahisi ya kujua kama namba ipo ipo WhatsApp bila hata kuisave kwenye simu yako. Hakikisha kama hii video imekusaidia, hakikisha unanifollow, una save hii video, unashiriki na ndugu jamaa na rafiki. Na kama lorote, una swali lolote, unakitu na kitu kingine unahitaji nikuelekeze, uta comment sehemu ya ya kutoa maoni hapo.